Mimi sijui mpemba na sijui mungiriama na sijui mukauma, najua wananchi. Nikikuja nikipigana na huyu jamaa na tuumisane, tafadhali sichukuliwe, kama sasa wakamba wameamkia wangiriama. Wacha mimi nishikwe nichukuliwe hatua kama mkosaji, kama kriminal. Kwa nini hatujaenda kwa bahari? iko mzozo Msoso umeletwa na nani? Na sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa nini hatuwezi kutatua huo msoso ili maisha yetu hipisaza, kwa ya baharini yaendelee? Kila siku serikali iko pale umetulia, na sisi ndio wananchi wa Kenya. Ikiwa sisi tunaongea na mpaka hivi sasa tumeweza kuandikisha taarifa ya vijana 25, eh, kati ya vijana 31 hm Manake boti ya kwanza ambayo ile ilisemekana ilishika samaki ilikuwa na vijana kumi na saba hii nyingine ilikuwa na vijana kumi na nne.